Ni kuna umuhimu mkubwa sana kwa msanii kuishirikisha BASATA kwenye karibia vitu vingi vyote anavyofanya sio kuingia tu kwenye record label. sio kuingia tu kwenye kampuni ya kusambaza lakini hata uimbaji wake, hata kutengeneza kazi zake, kuna umuhimu mkubwa sana msanii yote. Kabla hujafanya kazi zako, hakikisha BASATA inakutambua, BASATA inakujua umesajiliwa, una vibali. Lakini pia mambo yako unayoyafanya usiyafanye chini chini, tushirikishe, ili upewe ushauri wa kitaalamu pale. Tuna wataalamu aina zote, kuna wataalamu wa muziki, wataalamu wa sheria, wataalamu wa sanaa za maonesho, sanaa za ufundi, ambao wanaweza wakakusaidia wewe kama msanii kutokuingia kwenye changamoto kwenye karia yako unapozidi kuwa mkubwa huko mbele. Kuhusiana na swala la mikataba. Unajua tasnia inakuwa kwa kasi sana. Yaani msanii uh, ambavyo unakuwa leo sivyo utakavyokuwa baada ya miaka miwili au mitatu hasa ukishapata management. Na kuna changamoto nyingi kubwa ambazo zinajitokeza kwenye mikataba. E, na mkataba ukisha usaini tunasema ile ni hati ya kisheria ambayo mara nyingi kuivunja inakuwa ni changamoto. Lakini mimi ushauri wangu ni kwamba moja ni kwa nianzie kwetu kwamba sisi Baraza la Sanaa la Taifa tupo kwa ajili ya kusaidia wasanii na wasanii wadogo pia. Usione shida kumfata mwanasheria au kumfata mtu ambaye ana taaluma hiyo kukusaidia kwenye eneo hilo kipindi unapohitaji kuingia kwenye mkataba wa namna yote ule. Kuna changamoto nyingi ambazo zinaendelea, nyingine tunazisikia, nyingine tunazipata eh. Lakini kimsingi changamoto kubwa inayokuja ni kwamba eh, mimi naona kwamba kuna shida kubwa ya, ya, ya, ya wasanii eh, kuto kutaka kujierimisha, kwamba ni muhimu sana msanii kupenda kujierimisha, kupenda kujua vitu vingi kwa wakati mmoja, lakini pia kupenda ku, e, kushirikisha watu ambao wanafahamu kuhusu hivyo vitu, kupenda kushirikisha watu wenye taaluma tofauti tofauti. Na hapa nitazungumzia kwenye upande wa Baraza la Sanaa la Taifa kwamba sisi tuna dawati la kisheria ambalo linatoa huduma zake bure mda wowote, kwa sababu wasanii ambao ni mchanga e, bado ndo unakuwa kwenye kalia yako E, bado ndo unaona kabisa kuna mwanga mbele, haya mambo yanaweza yakashughulikika, yanaweza yakashughulikiwa e, e, mapema sana kwao. Nitoe wito kwamba e, kama wapo, e, una changamoto hizo, kuna wengine wameshaingia kwenye changamoto, wengine bado. Sasa kama umeshaingia, ni bora ukawajiwai mapema ukafika pale ofisini, ili uweze kushauriwa na kusaidiwa na sisi. e, tunasema mimi kuna kauli moja, sio kauli, falsafa ya Baraza la Sanaa la Taifa e, falsafa ya katibu wetu mtandaji wa sasa hivi Dr Kedmund Mapana kwamba ni baraza wezeshi, yaani tupo kwa ajili ya kuwawezesha wasanii waweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na moja sehemu ya kuwawezesha ni eneo la mikataba ya kazi zao na sanaa. Sasa kwenye kuwawezesha, ndio hivyo kwamba ndio maana utaona watu wengine tunawaita pale ofisini, tunazungumza nao, na lengo kubwa ni kuwapa elimu na kuwasaidia na kutatua migogoro mingi ambayo inajitokeza, na kweli pale kuna migogoro mingi ambayo inatatuliwa, imeshatatuliwa mingi, ambayo mingine ni migumu haiwezi kuzungumzika, lakini imetatuliwa kwa sababu ya ile falsafa ambayo tumejiwekea, na hiyo kazi ambayo tumepewa, kwamba kuhakikisha tasnia ya muziki nchini na sanaa kwa ujumla inakua.